Hii Nairobi imesumbuliwa miaka nyingi na maji ya takataka, si ni kweli? Inaharibu mazingira, inaharibu afya ya wananchi, inasababisha maafa, na ndio sababu nilisema hii Nairobi haiwezi kuwa mahali, haiwezi kuendelea kuwa mahali ya takataka na sewage, na maji taka na slums. Tunaelewana? Mimi nataka niseme, kwa sasa Nairobi inaanza kubadilika. Ni kweli ama si kweli? Kwa macho yetu Nairobi inaanza kubadilika. Niliwaeleza tutajenga sewage system. Mimi nasimama hapa mbele yenu ya kwamba hii siwa itachengwa pande zote za mto wa Nairobi, na kwa kujenga hii siwa watu wa Nairobi, hakuna mtu atadhulumiwa. Wakati tunafanya hii kazi, mahali tunahitaji ardhi, tutaketi chini na wananchi wa hapa na kila mwananchi, hakuna mwananchi atafurushwa. Tutazungumza na wananchi, tutawalipa, ndio tuhakikishe ya kwamba ile kazi ya kusafisha Nairobi isilete madhara na isilete hasara kwa watu wa Nairobi Kaunti.